Kwanza ule mradi wa SGR ni kwamba una laini maalum ya umeme, lakini shida zilizojitokeza awali zilikuwa ni shida kwa sababu mfumo ndo tulikuwa tunaanza kuutumia mara ya kwanza. Kwa hiyo kulikuwa na hatua nyingi za kujifunza, lakini za kujifunza si upande wa TANESCO pekee, lakini pia hata kwa wenzetu wa TRC. Sasa kitu kinapokuwa kipya, yumkini lazima kinaweza kikasababisha shida kwa sababu ya ugeni wake. Lakini nichukue fursa hii mimi kuwahakikishia wanahabari mliopo hapa na Watanzania wenzangu mnaonisikiliza kwamba laini ile ya SGR sasa iko madhubuti na huduma ya usafiri wa treni inaendelea kuwa vizuri na kuendelea kuimarika. Lakini mpango ambao tunao kama shirika ni kuhakikisha kwamba SGR tunaichukulia sasa kama mkoa na kwamba tutaweka management na utawala maalum kwa ajili ya mkoa tutakaoita mkoa wa SGR katika level za kiTANESCO. Katika kila mkoa huwa tuna manager wa mkoa ambaye anakuwa na timu ya watu wengi, kutokea watu wa administration mpaka mafundi na maengineer kwa ajili ya kuangalia huduma ya umeme katika mkoa husika. Jambo ambalo tumeanza sasa baada ya kujifunza, ni kuifanya SGR nayo na kuwa mkoa, ili iwe na a dedicated team ambayo wao kukicha asubuhi jioni wanashughulika na line ya SGR, ili kuhakikisha kwamba umeme katika e, uendeshaji wa treni unakuwa ni wa uhakika na madhubuti.